Namuona Baraka mbele yako e, akiwa anashushia juisi ya matunda, anajiamini nini? Eh, inaonekana ana imani kubwa sana. Baraka. Habari za muda huu? Ah, mambo fresh, mambo ni shega. Tarehe ishirini na tano tunacheza kiroho safi, kiroho eh, hakuna mwenye uwezo wa kupinga tarehe mm, hii hii tarehe ya Mama Samia Suluhu Hassan bana, ni maelekezo watani wenu. Na wenyewe tumeona mm, wameachia e, wakasema tutakuwepo basi. Alikuwa anatingisha kibeliti tu. Alikuwa anatingisha kibeliti, wanashindwa kujua kwamba kibeliti anachokitingisha <laughs> iko kibidi cha teja hata kama ameshashtukia mtego huu tangu mapema kitambo sana. Sisi tulikuwa tunajua lazima waje, lazima wacheze, yani lazima wacheze. Hakuna mwenye uwezo wa kukataa kauli hiyo, lazima wacheze. Kimya wao haukuwayumbisha hata kidogo kwenye maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu. Sisi haujatuumbisha hata kidogo, japokuwa wao mipango yao ilikuwa kutunyima kipato sisi na kuhakikisha washabiki wanakuwa wachache, lakini sisi tunawataka kuwaonyesha hii ndio Young Africans mashabiki paka hivi. Sasa eh, unaonaje mwitikio wa mashabiki tuka wamasajiki kiasi fulani wametu affect katika kupata mashabiki, lakini sisi kama Young Africans, leo ni mechi ambayo tunahitaji ubingwa. Kwa tika, nini yetu ya kwanza, priority yetu namba moja ni ubingwa sio hata mashabiki. Kwa hiyo wao kama wanahisi wametukomoa kwenye upande wa mashabiki, sisi tunataka tuwakomoe kwenye upande wa kuwachukulia ubingwa. wachezaji ya mbea ameimbwa sana, takribani mawiki kadhaa toka dadi zinakwenda kukailishwa hapa. Elie Mpanzu Kibisawala, nyota wa Simba Sports, leo yupo katika safari ya kuhakikisha kuwa wanasaka ubingwa wao wa kwa kwanza takribani misimu mitatu mtawalia na ukavu wa makombe kwenye viunga vya Msimbazi. Sasa wewe unatutajia Elie Mpanzu, mchezaji ambaye hana man of the mechi hata moja. Mchezaji ambao wamemuimba sana hana man of the mechi hata moja. Ana magoli manne, kacheza mechi zaidi ya ishirini na tatu. Hmm, sawa. Hmm, ana magoli manne, hajawahi kumaliza dakika 90. Hmm, sisi tuna kina Pacome mtu ana man of the mechi saba, nyingi kuliko mchezaji yoyote, ana magoli kumi na moja na asisti tisa. Hmm, tuna kina Dube sisi kumi na moja, magoli kumi na tatu. Hmm. Kuna... sasa penati mechi ya leo hamna penati hapo, hmm. Yule mpaka penati mipira atengewe ndio afunge, mpango wa, wa marefali e, kilio ambacho walililia, wanasema ninyi mnawafunga kwa sababu ya marefali. Sasa wameleta marefali wenye uweledi na viwango vya FIFA, kutoka leo hii Simba wakulilia marefali hivi, hivi, hiyo hata haikutia aibu, haikufaa ukajisikia aibu. Baadhi ya mashabiki na wanachama wanasema kuna dabi kayoko aliyebuka man of the match ndio maana walipendekeza kwamba marefali wasitoke hapa nchini Tanzania. Yaani, yeah, ngoja nikuambie kitu. marefali atawa watoe Iraki wa Palestina, sawa, sisi hatuna shida. Sisi shida yetu wao waje uwanjani, si umeelewa? Wachezeshe refali, hata wakitaka amediari ndo awe refali. Sisi fresh, najiamini yaani, hey, sisi oya, uwekezaji yaani, mwanangu ni uwekezaji, ndo Yanga Africans wanajivunia nao. Mimi ningependa e, nitakutafuta iwapo mpira umemalizika. Sasa unanihakikishia nini ama nini ambacho unaniahidi unania kitakwenda kutokea baada ya dakika 90? Hakuna cha tofauti zaidi ya mnyama kuchenyetwa. Hakuna cha tofauti. Mimi naziona goli zaidi ya nne kila mmoja anasema hivyo, nakwambia na naziona goli zaidi ya 4, watajua wajui, hii ndio Yang Africans Blaze, na nakwambia, hii ndio Yang Africans watacheza kama watumwa, na watakachojisahau wanataka wao kufunguka kutafuta magoli kushinda mwisho wa siku. Sasa kumbe nyuma wana nani huyo, ule mtaja maloni na ule amza kwamba wao wanataka kufunguka, alafu Yang Africans wana watu wa ku, ku, kuadhibu muda wote. Tazari zipi? Sasa waingie nazo leo, wakiingia na taazari watatoa draw, tumepita, tumechukua ubingwa wakifunguka waki tutawafunga nyingi zaidi tunachukua ubingwa. Kwa hiyo leo hakuna option, hakuna namna yoyote, hakuna, mnyama, hakuna, namna ma, mnyama anatokea. Weka neno lako la mwisho, la salamu basi kwa wanaokutazama hivi sasa. Washabiki wa Young Africans, njoeni uwanjani, muda bado upo, njoeni tuujaze uwanja, njoeni tu support timu yetu. Hmm. Au makolo ambao wanajifanya wanasinzia, wao waendelee kusinzia, lakini timu yao ipo uwanjani. Sasa tunaomba tuwaulize Nyinyi washabiki au nyinyi mandu, mandunduka, hilo ni swali watakujibu mimi nikushukuru sana kwa muda wako, na, na kuahidi ya kwamba iwapo mechi imemalizika, nitakutafuta kama lilivyokuwa deni. Kwa watazamaji wanasubiri kuona utasema nini tena, usiwaze brother, tuko pamoja subran, nakula zaidi ya chuma nne.